Shukrani, ujumbe wa kwake msikilizaji ameandika, tumsifu Yesu Kristu. Baba anasema mafuta ya krisma yanatokana au chanzo chake ni wapi? Anaitwa Tito Ndonu wa parokia ya Bahi, jimbo kuu Katoliki la Dodoma. Mafuta ya krisma inakuwa ni mchanganyiko wa mafuta ya olivo ambayo yalikuwa wakati ule mengi sana katika nchi za Palestina pamoja na manukato, yani mambo yenye ya harufu nzuri na manukato yanachanganywa na yanatengenezwa na yanawekwa wakfu, hicho kitabarikiwa, yanawekwa wakfu. Mafuta ya Krisma hayabarikiwi, yanawekwa wakfu na askofu. Hakuna mwingine aweza kuyaweka wakfu, wakfu mpaka ni askofu tu ndiye anaweza kuyaweka wakfu. Padre hawezi kuyaweka wakfu, yanawekwa wakfu na yakuwa ndiyo mafuta ya Krisma yanayotumika kwa sakramenti tatu ambazo ukizipata hazifutiki: ubatizo, kipaimara na upadre na vile vile zinapakwa kwa makanisa ambayo yanakuwa yametabarukiwa, manakiwa maanake hilo hauwezi kwenda mle kupiga mziki au kitu kingine chochote, inakuwa ni kanisa na altari ambazo zinakuwa ni za kudumu zinapakwa mafuta ya Krisma.